8 Media. Kwa majina anaitwa Emmanuel Samuel Mwamengo, mchezaji. Kikubwa nimeanza kuifahamu Young Africans tangia nipo mdogo sababu babangu ni shabiki mkubwa wa Young Africans, kwa hiyo ni mtu ambaye nimekuwa nikiifuatilia na, na kikubwa na ufahamu na, na kwa kwamba kwa wao ndo mabingwa mara nyingi wa ligi kuu nimeshuhudia mara nyingi wakinyanyua ubingwa wa ligi kuu. Vilevile najua kwa namna anavyojitambulisha kimataifa, naamini sababu Yanga ni timu kubwa, kuanzia Tanzania, Afrika Mashariki Kati, na ni timu ambayo ina karibu ya kushindana na virabu vikubwa. Dili lako la kusajiliwa young Africans ilikuwaje? Kikubwa nilianza kutafutwa na bosi Injinia Hersi baada ya mechi ya Tabora na young Africans ambayo ilichezwa Tabora mwaka jana kulipo, tulipopoteza kwa goli tatu kwa bila. Alinitafuta uh, nikaweza kuongea naye, kaongea naye mwisho wa siku zikaa tetesi, mwisho wa siku, namshukuru Mungu dili ilienda vizuri, na mpaka sahizi nafanikiwa kusajiliwa. Nataka ushee na sisi, ile simu ya kwanza ile anakupigia ilikuwaje? Akunipigia simu mwanzo ni direct, alinitafuta kupitia Instagram na akanitumia namba zake. Tulikuwa tupo kwenye basi tunaenda tunaenda Mwanza kucheza mechi na Pamba. So ikabidi nijitoe niende nyuma kabisa basi sehemu ambayo wachezaji wenzangu anisikie, nikaza, kikubwa nilifarijika sana ni... Ni, ni, ni moja kati ya simu bora ambazo nishai kupigiwa kwenye maisha yangu, sababu ilikuwa ndoto yangu kucheza timu kucheza kwenye timu hii. Kuna maana gani kwako ukiwa unapata sapoti kutoka kwa watu wengi nyuma yako? Kucheza kwenye timu hii kuna maana kubwa sana kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu pamoja na maisha nadhani hata kubwa familia yangu, sababu naamini baba yangu ana furaha sana huko alipo, wazazi wangu wana furaha, ndugu zangu wana furaha. Kikubwa ni kwamba nafurahi sana kwa katika timu hii. Una ujumbe gani kwa mashabiki? Kwa kikubwa nipende kuwashukuru kwanza mashabiki wa Young Africans. Hapa eh, nilipo naona kuna baadhi ya watu washianza kunitafuta kwenye DM kunitakia kila la heri. Kikubwa naomba ushirikiano wao. Daima mbele, nyuma mwiko